The green green voice, yes we are green. Haya mateso tunayoyapata, naongea kweli kutoka moyoni, haya yeah. mateso tunayoyapata sisi mashabiki wa Simba, hizi timu zetu za Simba na Yanga zimekaa miaka mingi sana, hazina viwanja. Kama ungekuwa timu hizi kubwa zina viwanja vikubwa kama vya KMC si, kama viwanja vyao wenyewe ambao vinaingiza mashabiki, haya malalamiko yasinge kuwepo. Tunaumia sana, tunateseka. Narudije Kagera mpaka sasa, imeniasili asilimia kubwa mpaka sasa, naenda kukodi chumba, taondoka kesho birini mimi huku hii nauli nitakuwa nimeipata kwa kubangaiza she, nimebangaiza kama kubangaiza, nimetoka Kagera, nimeuza nime maharage kutoka Kagera kelwa nimekuja kuangalia mechi, nafika mdo na kuambia mechi, mechi. TFF na yenyewe wajitathmini, wajitathmini maamuzi ya timu moja. Hizi Simba na Yanga zitakuja kutuharibia mechi, tumekuwa watano. Sijui hizi nafasi tunapewaga tukiwa wapi, nafasi ya tano, bali hizi nafasi ya tano. Huu ni huu ni ambao tunafanyiwa kwamba timu haijacheza Simba na Yanga, yani kama tuangwe, upo na uwezekano, kwa sababu Simba na Yanga ni kama vile zimebeba nchi, unaona. Simba na Yanga kama zingefuta zikabaki timu za Kagera Sugar, eh, ningekuwa nashabikia Kagera, sasa zinataka kushuka daraja. Mimi saizi mimi ningekuwa vizuri naishabikia Simba Simba lakini inanipa mateso ume, um, nimeumia. umetumia ume gharama kiasi gani mpaka sasa? hizi nimeumia, nimekuhesabia shee, kutoka Kagera, kutoka, kutoka nyumbani mimi kijijini, ili nifike kituo cha mabasi nauli elfu kumi Nimekata abudi tiketi laki na ishirini sindio? Laki na thelathini, sijala sijanywa, sijalala laki mbili na sitini, yaani nikija kupiga tasimini laki, laki tatu na sina hiyo hela. Kama ningemnulia wang, mke wangu gauni gauni sangependeza, ningewanulia ninge watoto wangu nguo siwangependeza, kwa mapenzi makubwa. Lawama zote zinaenda kwa TFF wanachotufanyia so kizuri, wangekataa kwa sababu watu tuna, tunateseka mimi nasema ukweli, walete timu uwanjani, walete timu wale uwanjani. Imeniathiri ime, ndugu mtangazaji, imeniathiri sana kwa sababu nimetoka nyumbani, nime, nimepanda gari toka Jumanne nimefika huko Alhamisi, unaona, nalala guest mimi, huku sina ndugu, nalala guest kila siku elfu ishirini e, saa nne unatoka, unalipa hela nyingine, watanilipia amna? Kwa imagine, waangalie mateso sisi tunayoyapitia, sisi wale wana, wale wanakula mshahara eh, wanakuja wanaandika taarifa hizi za usiku kwamba mechi uairishe mechi kabla ya siku tatu. Siku moja walifanya mazoezi Bunju, unaona walikuwa wanafanya mazoezi Bunju pale Moalena, si ndio? Haya mazoezi ya siku moja aozi ya kathiri chochote, kama tumejipanga vizuri. Mimi nilikuwa na imani, kwa sababu nimetoka nyumbani, kwa kilugha chetu tunasema tuwee. Kwa hiyo waje walete timu uwanjani, tukacheze mpira, sisi tupo mashabiki.